Kamishna ndio anatoa kalenda ya ufundishaji, anasema masomo yataanza tarehe ngapi, kutakuwa na likizo lini, shule zitafunguliwa lini, na kalenda ile ni ya mwaka mzima, na waraka wa kamishna ni waraka wa kimamlaka. Kwa hiyo na mimi ngoja niseme moja hapa. kuna wakati shule zinaongeza muda wa kaa shuleni, kwa sababu pengine hakuna uhaba wa mwalimu. Kwa ule muda wa kufunga shule wanafikiria hebu tuongeze muda kidogo, tufidie masomo ambayo hayajafundishwa. Lakini kwa shule inayotangaza kwamba wazazi, hii ni shule yetu, ina walimu wa kutosha, walimu walio bora kabisa, halafu wazazi wanaleta wanafunzi kwenye shule hiyo kwa ahadi hiyo, shule hiyo inaposhindwa kuachia wanafunzi kwenda likizo inaonekana kuna kitu waliwadanganya wazazi. Si kalenda hii imeandaliwa kuhakisha kwamba wakati wa kusoma kwa muda uliopangwa utamaliza kila kitu, na wanafunzi lazima wasome kwa masaa yale ya siku, sio kulazimishwa kukaa mpaka late, na wakati walikizo kuambia msiende nyumbani, kaeni hapa. Kama ulikuwa na walimu wa kutosha, si umeshafundisha, umewajengea nidhamu ya kujisomea. Wache watoto waende nyumbani, uwache watoto waende nyumbani. Naye nasema kwa ndugu zetu wawekezaji ambao wanatusaidia sana, ngoja narudie tena, nasema kwa ndugu zetu wawekezaji katika sekta ya elimu ambao wanatusaidia sana, tunawahitaji sana, tutawalinda, tutawatetea wakati wote. Kama unachowaambia wazazi walete wanafunzi kwako ni kweli kwamba unawalimu wa kutosha, na mnafundisha vizuri kwa wakati mwafaka, zingatia kalenda ya ufundishaji. Lau usizingatii kalenda ya ufundishaji, unakaririsha watoto, kwamba ni mwaka mtihani, kaeni msiende nyumbani, unakaririsha watoto. Na sisi tunaanza kuona dalili kwenye Samia scholarship. Tutakuja kutoa taarifa wangapi walipata Samia scholarship, wameenda vyuo vikuu, lakini wanashindwa kukopa lazima utresi wametoka wapi. Kwa hiyo ni wito wangu kwamba katika usimamizi wa shughuli za wizara sote tujaribu kuzingatia yale majukumu yetu. Nimetoa mfano wa Kamishna wa Elimu na, mojawapo ni la, la, la kalenda ya ufundishaji na kalenda ya ufundishaji natoa, niseme kwa sauti kubwa kabisa kwamba pale penye upungufu nadhani inaeleweka, na, na, na taratibu zipo kwamba tunataka tuongeze siku za kukaa kidogo, tuongeze hata masaa tufidie na hata akienda mdhibiti bora akitizama atasema ni kweli, lakini wewe unachukua ada ya mwanafunzi ya mzazi kwa ahadi kwamba una walimu wa kutosha, halafu wakati wa mtihani unawaambia hatukufundisha, tunataka wakae hapa tuendelee kuwafundisha. Swali, so letu ni kweli uliwaambia wazazi ukweli? Namba moja. Namba mbili, unapowafundisha hawa watoto unawafundisha kwa nidhamu ya wao vile vile kujifunza au kukariri? kwa hiyo wale tungeomba tuzingatie kalenda.